Kuna swali niliulizwa hapa, moja ya mfuatiaji wangu aliniuliza kwamba kuzaa kwa uchungu na kuzaa kwa operesheni, ipi njia salama zaidi na bora? Kama na wewe ulikuwa unajiuliza swali hili, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Na kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea chani yangu, unaweza kusubscribe hapo chini. Tuende kujifunza kuhusiana afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Kwa hiyo kuna swali kuhusiana na kwamba njia ipi bora ya kuweza kujifungua kati ya kujifungua kwa uchungu wa kawaida, lakini vilevile na kujifungua kwa upasuaji. Jibu langu mimi naweza kusema kwamba kujifungua kawaida, yaani kwa kupitia uchungu wa kiasilia, ni njia bora zaidi, na upasuaji ni option B au ni chaguo la pili, mara baada ya kuweza kujifungua kawaida kukashindikana. Lakini kabla hujafikiria kuweza kujifungua kwa upasuaji, kama wewe umeweza labda kuamua kujifungua kwa upasuaji, basi ni vyema kuweza kusikiliza video video hiyo hiyo hapo juu, sikiliza hiyo video. Baada ya kumaliza kusikiliza video hii, sasa, ili mama uweze kujifungua kawaida, kuna mambo makubwa manne ambayo huwa tunaangalia. Jambo la kwanza huwa tunaangalia nguvu ya mama, au kitaalamu tunaita power. Mama ana nguvu ya kuweza kusukuma mtoto lakini ule uchungu, kwa maana kwamba ule hali ile ya kujikamua kwa mji wa uzazi ambao kitambo tunaita contraction zipo na zinakuja kwa muda ambao umejipangilia vizuri, na muda unavyozidi kwenda, ayo maumivu ya kubana na kuachia au mji wa uzazi kuweza kujikamua unaongezeka. Eh, lakini vilevile je, mama anaweza kusukuma mtoto? Kwa sababu kuna kipindi ambacho mama unataka kuweza kusukuma mtoto ukisaidiana na mji wa uzazi unapokuwa unajikamua. Sasa kama na nguvu hizo lakini vilevile mji wa uzazi unaweza kujikamua vizuri, basi unaweza kujifungua kawaida. Lakini jambo la pili ambalo huwa tunalizingatia ni ile njia ambayo mtoto anapita. Naposema njia, maanake tunaangalia nyonga yako we mama, kwa maana kwamba ile mifupa, lakini vilevile vile na zile tishu laini, kwa maana kwamba mlango wa uzazi, lakini vilevile vile na misuli ya ukeni navyozungumzia mlango wa uzazi manake, wakati mwingine unaweza kuta mji wa uzazi unajikamua vizuri, lakini mlango wa uzazi ukafunguka ndivyo sivyo, au ukafunguka kabaki na ule unene wake, au ukafunguka vibaya, mwisho wa siku unaweza kuleteleza wewe kuweza kujifungua kwa upasuaji, apokuwa inategemea. Lakini vile vile kingine ki tunachoangalia ni nyonga. Je, una nyonga ya kutosha ili ambayo inaweza kupitisha mtoto, au na nyonga ya kiume, au nyonga aina nyingine, labda una ulemavu ulizaliwa nao kwenye nyonga na mwisho wa siku hauwezi kujifungua kawaida. Kwa hiyo kama nyonga yako haiwezi kupitisha mtoto, basi utaenda kwenye ile option ya pili au chaguo la pili la kuweza kujifungua kwa upasuaji. Kama mlango haufunguki vizuri, japokuwa huu unategemeana sana na nguvu ya mama ambayo anaifanya lakini vilevile, na mji wa uzazi unapozidi kujikamua, mtoto napozidi kushuka, basi mwisho wa siku mlango wa uzazi pia unaweza kuwa unafunguka. Kwa kama nao umeleta hitilafu, basi mwisho wa siku mama unaweza kujifungua kwa upasuaji. Lakini kama na historia kwamba mlango wa uzazi ulichanika vibaya au ulifanywa upasuaji kwenye mlango wa uzazi, labda ulikuwa na saratani ya shingo ya kizazi ukafanywa baadhi ya upasuaji kwenye mlango wa uzazi, basi mwisho wa siku unaweza kujifungua kwa upasuaji baada ya kujifungua kawaida. Lakini vilevile jambo la tatu ambalo huwa tunaliangalia ni yule msafiri, kwa maana kwamba mtoto, lakini vilevile na lile zaliwa au kondo la nyuma. Wakati mwingine unakuta kondo la nyuma limejishikiza karibia na mlango wa uzazi na limeziba pale, mtoto hawezi kupita moja kwa moja, huyo unaweza kujifungua kwa upasuaji kama limeziba kwa sababu mtoto atashindwa kuweza kupita lakini vilevile kama mtoto huyo ni mkubwa sana, labda labda na wewe mimba yako ni ya kwanza, labda na kilo tano, ulikuwa na kisukari kipindi chako cha ujauzito, ukapata mtoto ambaye na kilo tano. Hata kama na nyonga ya kutosha, wakati mwingine zikawa hatari sana kuweza kujifungua kawaida, kwa sababu mlango wa uzazi unaweza kuchanika sana. Lakini vilevile inawezekana mtoto ni mkubwa kuliko nyonga yako, kama nilivyosema mara kwanza, labda na nyonga ndogo. Lakini vile vile wakati mwingine inawezekana mtoto labda ametanguliza makalio au amekaa katika njia ya ulalo. Hii wakati mwingine inaweza kuleta hitilafu wakati wa kuweza kujifungua o ukatakiwa kwa kuweza kujifungua kwa njia ya upasuaji. Lakini jambo la mwisho kabisa ambao ndio jambo la nne ambayo tunaliangalia, huwa tunaangalia ile hali ya mama ya hisia zake. Kuna baadhi ya kina mama huwa mnasikiza stori, mnashauriwa huko mtaani, unakuwa na hofu kwamba uchungu ni mkali, labda wakati mwingine daktari anaweza kaona uchungu wako kwamba yale maumivu ya kubana kwa achia yapo kidogo, lakini v Fika kipindi ambacho anatakiwa uweze kuweza kujifungua, akakuongezea ile dawa ya uchungu au maji ya uchungu au wengine wanaita drip ya uchungu, basi inawezekana ukawa umeambiwa kwamba labda ile drip ya uchungu huwa maumivu yake ni makali sana. Kwa hiyo ukawa na uoga, ukawa na hofu, una wasiwasi sana, lakini vile vile unakosa utulivu, unashindwa kusikiliza maelekezo ambayo unapewa na wahudumu wa afya. Inawezekana ni mkunga wako, daktari wako au nesi. Mwisho wa siku inaweza ikaleteleza wewe kuweza kujifungua kwa upasuaji, kwa sababu unaweza ukashindwa kuweza kujifungua kawaida. Lakini kama utakuwa unasikiliza, umepata utulivu, lakini vilevile umepata daktari mzuri okatika ayo mambo manne, kama endapo moja ikaleta itirafu, wakati mwingine kujifungua kwa upasuaji na ni chaguo B, wala sio chaguo A. lakini sasa kwa wale ambao huwa wanajifungua kwa upasuaji, labda umejifungua, labda tuseme, una mishono miwili mitatu inawezekana e, umejifungua mara tatu kwa upasuaji, labda sababu ilikuwa ya kujirudiarudia, moja kwa moja hiyo njia bora ya kuweza kujifungua ni kujifungua kwa upasuaji na sio kujifungua kawaida. Kwa hapa nazungumza kwa yule ambaye labda ni mimba yake ya kwanza, hajawahi kujifungua, labda ni mimba yako ya pili, e, umejifungua kwa upasuaji. Labda sababu iliyopelekea kujifungua kwa upasuaji mara ya kwanza ilikuwa ni sababu sio ya kujirudia rudia. Labda kuna itira fulani ambayo ilitokea wakaona madaktari kwamba kusaidia kuweza kujifungua kwa upasuaji. Lakini nyonga ya kutosha na hakuna shida nyingine. Basi unaweza kujaribu kuweza kujifungua kawaida japokuwa ni vema kwenda kwenye hospitali kubwa na sio vituo vya afya au kwenye dispensari zetu hizi ambazo ni ndogo. Kwa hiyo e, wakati mwingine kuna baadhi ya kina mama wao wanaweza kawa na changamoto ambayo imepelekea yeye kuweza kujifungua kwa upasuaji. Kwa mfano, labda nyonga ni ndogo. Kama nyonga ni ndogo, maana yake utakuwa unajifungua kwa upasuaji tu, na njia bora kwako ya kuweza kujifungua, kwa kuweza kujifungua mtoto wako ni kujifungua kwa upasuaji na sio kujifungua kawaida. Kwa nini nasema kwamba njia bora ya kujifungua ni kujifungua kawaida na sio kujifungua kwa upasuaji. Kwa sababu unapotaka kuweza kujifungua kwa upasuaji, huwa kunakuwa na matumizi ya dawa za usingizi, lakini vivyo hivyo lazima upasuliwe. Hizo zote zinaweza kuwa ni hatari za wewe kupelekea ukapoteza damu nyingi. Wakati mwingine kwa kuna hatari ya kupata changamoto kutokana na dawa za usingizi na ukapoteza maisha yako au ukampoteza. Kwa hiyo tumeona kuna baadhi ya kina mama, japokuwa ni wachache sana, kwa sababu mashine za sasa hivi katika dunia leo ziko vizuri, hasa za usingizi, zinaweza kukusaidia we mama. Kwa hiyo, kama unaweza kujifungua kawaida aina haja ya kuweza kujifungua kwa upasuaji na usifosi uweze kujifungua kwa upasuaji. Wako baadhi ya kina mama nakuta uchungu umezidi, labda amefika ile hatua ya mwisho ya kuweza kujifungua na mtoto ameshaanza kushuka vizuri, lakini anaona ile maumivu makali sana, anaona bora jifungue kwa upasuaji. Hiyo si salama sana, haswa mtoto akiwa ameshuka sana kwenye nyonga, anakaribia kuweza kutoka. Lakini kuna wale ambao unakuta mwishoni kabisa pale amekosa nguvu ambapo alitakuwa naye asukume labda kwenye ile hatua ya pili ambapo mtoto kichwa chake kimeshaanza kuonekana na kuweza kutoka. Mwisho wa siku unaweza ukajifungua kawaida, lakini kwa njia za usaidizi, kusaidia kutumia vacuum kwa kufuta, kutumia kwa njia ya kuvuta, lakini vile vile anaweza kutumia baadhi ya vyuma ambavyo tunaita forceps kwa kusaidia kuweza kujifungua kawaida. Hii huwa inatokea endapo kama mama nguvu yake imeisha. Na imefika hatua ambayo mtoto anatakiwa kuweza sasa kutoka na mlango wa uzazi umefunguka vizuri, njia ilikuwa vizuri, kila kitu kiko vizuri, kasoro tu umeshindwa kuweza kusukuma mwishoni kabisa, ambapo mtoto tayari kichwa kimeanza kutoka, kwao anaweza kusaidia kuvuta mtoto na mtoto wako akazaliwa. Japokuwa wakati mwingine anaweza kuwa na madhara, lakini ukipata daktari ambayo iko vizuri na uzoefu, anaweza kufanya vizuri na mtoto wako kuweza kutoka. Kwa hiyo ni vema kuweza kuwasikiliza madaktari kwa njia ambayo ni bora ya kuweza kujifungua. Lakini kwa ujumla tu tujue kwamba njia bora ya kuweza kujifungua ni hii ya kujifungua kawaida ambayo Mungu ameileta hapa duniani na ambayo akina mama wengi wamekuwa wakijifungua. Kwa sababu gani? Ukijifungua kawaida, mara nyingi akina mama ambao wamejifungua kawaida, kwanza wanakaa masaa machache sana hospitali. Mama anaweza kama saa 24 au ndani ya siku moja akaruhusiwa hospitali, labda kama mtoto wewe na shida au mama mwenyewe uwe na shida zako, labda una presha ujauzito, au una magonjwa labda ulichanika sana, mwisho wa siku unaweza ukakaa muda mrefu kidogo. Lakini kama umejifungua bila shida yoyote, unakaa ndani ya siku moja, masaa 24, unaruhusiwa kwenda nyumbani, na vilevile unaweza ukaanza kurudi kwenye kazi zako mapema zaidi, na vilevile inapunguza vile maumivu, ukifuata yale maelekezo vizuri ukafanya mazoezi na mwisho wa siku unaweza ukapata maziwa ya kuweza kunyonyesha mwanao mapema zaidi. Hii ukilinganisha kwa yule ambaye anajifungua kwa upasuaji. Kwanza kabisa atakaa muda mrefu hospitali, siku tatu mpaka siku nne wengine au zaidi kama kuna itilafu ilitokea, lakini vile vile labda kama mtoto alikuwa na shida unaweza kukaa muda mrefu, lakini wastani zaidi unaweza kukaa siku tatu na hapo kwa ruhusa kwenda nyumbani. Lakini vile vile unaweza kuendelea kuuguza kidonda ukahitaji kuweza kusafishwa vilevile unataka vile, uzingatie usilowanishe kidonda na maji, kwa sababu kilowanisha kinaweza kachelewa kupona na ukashindwa e, kuweza kupona kwa wakati au kikaoza. Lakini vile vile mama baada ya anajifungua kwa upasuaji kuna ukomo uwezo kwa unajifungua kwa upasuaji zaidi ya mara tatu mara nne. Wakati mwingine unapozidi kujifungua kwa upasuaji mara nyingi huwa inaleta itilafu e, ukiacha tu na mji wa uzazi, lakini vile vile kwenye sehemu zako za tumbo na mwisho wa siku, kwa kuta kwamba ukao kwenye hatari ya kuweza kupata changamoto nyingine za upasuaji. Kwa hiyo mama baada ya anajifungua kwa njia wa ya upasuaji anaweza kujifungua watoto wanne watano mwisho. Lakini mama anapojifungua kawaida anaweza kujifungua watoto sita saba, japokuwa siku hizi hatushauri sana kwamba mama kujifungua watoto wengi saba nane, kwa sababu umri unavyozidi kuongezeka na unavyozidi kubeba mimba zaidi, mji wa uzazi wao unachoka na unakuwa kwenye hatari ya kupoteza damu nyingi, lakini vile vile kuweza kupoteza maisha yako au ya mtoto aliyoko tumboni. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana ya kujifungua kawaida kama nilivyoweza kusema na nyingine nyingi tu. Eh, kuzingatia mambo ya gharama, wakati mwingine kujifungua kwa upasuaji unaweza ukachangia gharama kubwa sana ukilinganisha na mama ambaye anajifungua kawaida, ambaye yeye eh, anajifungua kwa muda mfupi, akai sana hospitali na anatumia gharama ndogo. Kama mtakuwa na swali, niulize hapo chini na mimi ndio tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. asinawezekana mimba yako imefika wiki 41, eh, tunasema kwamba Lini mama anatoka kuweza kujifungua, haswa kama unajifungua kwa upasuaji? Wewe kama unajifungua kwa upasuaji na una sababu ambayo inapelekea wewe kuweza kujifungua kwa upasuaji, yaani na vile vigezo vya kuweza kujifungua kwa upasuaji, basi ni vyema mimba yako isifike wiki ya 39. Kwa nini? Basi unaweza kukiki suggestion hapo, kasikiza video kuhusiana lini uweze kujifungua kwa upasuaji, kama unajua kabisa wewe wewe unajifungua kwa upasuaji kutokana na sababu ambazo zinajirudia rudia. Ukiwa na swali niulize hapo chini. Mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.